Ushindi ndio huu hapa, umefika nyumbani sasa Arusha kutokea Dar es Salam. Tulifurahi mno yamani, tucheze uh -huh. Yaani ni ya uhakika kabisa, haina longolongo uh -huh. PMBET ni yenyewe, ni www.pmbet.co.tz Umeshindaji, niko po. <coughs> Umeshakula? umeshelewa uh sana undokona -uh. nasubiri mimi nijisikiti uchovu kana nipumzike. Ok, sawa sasa Sa Sa

Kama vipi, fanya mpango basi, hata twende hospitali tuwacheke, sijakaa labda na malaria. Ulimeza labda vidonge kwa ajili ya kupunguza ile joto na maumivu, pengine sijakaa homa ndio ilikuwa ina kunimelea. So wife, unawezaje kukaa hivi haujaenda hospitali kuangalia, na wala hautaki, haujameza vidonge ende unasema tangu mchana you're not good, inakuaje sasa namna? Eh, eh, jamani, mimi si ndo mwenye mwili najisikiaje? Najua mimi nimekwambia, nitakuwa sawa, ni uchovu tu, nimechoka. Alafu kilichonifanya nichoke, na kijua kwao, niache, nitakuwa sawa, niache tu nipumzike. Sasa mimi, ngoja basi nikaandae chakula cha haraka, angalau tuweze kula, na hali yako kama hivyo unavyosema uko vizuri, wala unaweza kupata energy kurudisha vizuri na kujimbisha vikate chakula right? Chake mimi nimeshiba, haumi. Mimi ndo yule mjinga aliekataga shule chekechea, mana nimekosa hoja kujitetea inanikunja inanipindapinda, inani dunia tofauti na mama hivyo, nile hivi mama P, <tipatikos> unajisikiaje kuona mwanamke mwenzi anazaririka kiasi hiki? hmm? Unajua kabisa mimi ndo sehemu ambayo inanisaidia kupata riziki na kila kitu, alafu unakuja kabisa unahusika mama P kunitolea vitu vyangu kweli? hmm? Kama ni pesa, mbona watu mabenki wanadaiwa na bado wanalipa? Kwani imeshinda nini kunivumilia? si ningekulipa Kwani mimi ndo mtu wa kwanza kuchelewesha jamani. Na nimeshasema nalipa, mnivumilie mnipe wiki mbili tatu nalipa jamani. Kwani nilisema silipi? Maana naona kabisa kama vile unanifanyia makusudi, mama pia wewe ni makusudi jamani. Watu watuishi hivyo. Aya sasa leo unanifanyia hivyo, unategemea mimi nikale wapi? Mimi naishije hapa mjini na kila kitu unajua mimi nategemea hii ofisi. Aya sasa leo umekuja kunitolea vitu. Yaani unanizalilisha kabisa mbele za watu. Unategemea mimi naishije? au ni kale wapi? Labda na kazi nyingine mimi hapa mjini, sio kwamba hujui. Na mbaya zaidi, we ni mwanamke, kuna leo na kesho. Leo kwangu, kesho kwako. Hebu jaribu kufikiria, we unahisi ni sawa kweli? Hasa kasi kosa langu mimi hapo liko wapi? Tatizo ni wewe. Mimi nimekuja kutimiza wajibu tu hapa. Wajibu wako wapi wewe? Chawatu kibaraka, unamtumikia Manyenye au unafikiria sijui nisikilize, nikwambie mama pia Yaani sio kwamba umekuja hapa na kuchekea unafikiri sijui nini mipango yako. Najua vizuri ule shetani wako manyenye aliyekutuma kwa taarifa yako namjua vizuri kuliko hata wewe. Alafu yeye mwenye mwenyewe mwenyewe ndiye mpapatikia. Usifikirie kwamba anakupenda sana mshamba mmoja Kisabengo ye. Kama mpango wenu kunirudisha kijijini, dada umefeli. Nenda kamwambie na wewe mshamba mwenzio, hamnitishi, hamnibabaishi kwa lolote. Mjini hamningoi? Sijui nanielewa. Mfikishie taarifa huyo mwenzio. Ni vipi? Yaani hivi unafikiria mimi hapa mjini naishi kwa kutegemea saluni? Kwamba anapendeza kwa saluni? Wewe unahisi hii saluni mimi naweza kanilipia kodi, inaweza kanipa kula? Wewe vipi? Na kuvumilia tu hapa, shukuru Mungu, leo umekuta mashetani yangu yamepoa, na hapa natumia tu heshima. Wewe vipi? He, haya tu umetoka wapi? Sasa mimi naifuata paki za watu, hayo manyanya sijui nini, mimi siyajui, au unajua wewe? Una shukuru Mungu tumekustahi hivi vitu havifiki hata thamani ya pesa tunayokudai, na hata hiyo simu yenyewe tunaichukua na tunakuja huko kwako tunabeba TV na leo. Naona na sana, e. Tuliko, kushim, naona unajikuta sana wewe, tulikuwa tunakuheshimu, naona sasa unanipanda kichwani. Ah, chukueni, njoni, mchukue wewe. Unafikiri mimi nanitisha au kwamba nitakufa maskini, yaani kwamba mtanihamisha mjini? Dada, mjini nipo natutapishana, alafu na tutapishana sana, si ndio? Alafu ni umepiku ndio, wewe unijue, naona unavamia vamia tu vitu ambavyo hujui imeanzia wapi. <laughs> Mama pia unijue kasi vizuri ni nani sasa, sikio nikwambie nikimaliza kudili na huyo manyanya nakuja kumaliza na wewe, maana naona umeingia kwenye kitu ambacho hujui kimeanzia wapi. Mama pii, vita yangu mimi huwa haishi, dada, yaani haishi mpaka ishe. Wesi unajifanya maongoangu wa viana, unakuja kupalamia usiyojua. Sasa mwaka huu nakufa na wewe, mchawi mkubwa wewe ikawa. Hey, kaka, beba na hicho kitu sikisawa Hujanijua eh? Wewe unajifanya unanenepea kwa hela za hongo za kuhongwa hongwa huko ovyo. Yaani ushaya kanyaga. Hujanijua mimi ni nani? Yaani yani, kama uchawi wa mapini na uweza, kama umafi na uweza, ujambazi hapa ndo sehemu yake. Mshenzi mkubwa wewe. Yaani ndio utajua kwa nini jina langu la ukoo naitwa Mirembe. Kwa mwanzo kawe. Haya na nyie mnasubiria nini hapo? Mbona kuna msiba au kuna kikao? Ni vipi wachawi nini? Haya nyie. Watu wazima mnananipa kwa umbea tu. Ondokeni kwenye ofisi yangu hivi, mnanielewa? Ondokeni, staki uchai kwenye ofisi yangu. Haya, vitu vimechukuliwa, mnaona eh? Mnafurahi, aya vimeenda. Sisi maskini mjini siani. Wapuzi wakubwa nyie.

So, kadhani ni masihara kuhusu hichi ambacho kimeandikwa hapa lakini trust me kuna maelfu ya watu ambao wanakosa huduma kirahisi kabisa kwa sababu tu ya kutokujua Kiingereza. Lakini leo mimi sasa nataka nikusanue, ukiwa na Ticha Zungu app itakuwezesha kuweza kujua Kiingereza ndani ya muda mfupi, na tena kilichonyooka mno, hawa jamaa so wameweka kibango chao kinachosema no no English no service. Asa mimi leo naweka cha. Wefanye hivi uone, utanishukuru baadaye. Hivi, baba, wanaramba au wanatafuna? Wanatafuna. Hiyo <laughs> watafuni. Hiyo wanaramba tena mdogo mdogo yani <laughs> na wewe unavyoipatia yaani kiulimi kama msasan unaondoka, kama utaki. ah, ah, ah, <laughs> Toto unanifurahisha wewe, ni hatari, ni katamu sasa. Nikwambie kitu mwanangu, kama nilivyokwambia mimi, ahadi zangu huwa haziendi pembeni. Nilisema kila wiki nitakuwa na kununulia nguo moja, na hiyo ndo nimeanza nayo. <laughs> <laughs> E, nimependeza. Asante baba. <laughs> Umedamshi wenyewe watoto wa mjini wanasema. <laughs> Yaani umedamshi kweli kweli yani. Lakini baba, nilijua utu tunguo ndatudunda kwenye sikukuu. Sikiliza hiyo, unapiga siku kama hizi, alafu ile siku ya sikukuu kuna kitu sasa hivi mjini kinaitwa abaya abaya, eh. <laughs> Na hiyo pia nitakununulia hiyo, oh. Uchi! Wewe nani amekuruhusu uvae hizo nguo? Mama, baba ndali ninunulia na ile siku aliniletea hizi hapa, hizo mbili akaniambia ataniletea na tu chipsi na tu matako twakuku uto tuwili, ameninunulia na nguo zingine kama za ibi, ziko ndani, akanipa na hela hizo mbili nyekundu moja na ile nyingine yenye mnyama elfu kumi na elfu tano mbili, akasema atakuwa ananiletea nyingi nyingi nyumbani. Ndeme, nini hiki ah, sasa kwani hapo cha ajabu nini? wewe mke wangu, nimekununulia nguo ngapi tena nzuri nzuri na za bei kubwa tu kabisa. Leo kumnunulia huyu mdada wakazi pendeze onekane wa kazi nguo nzuri avae apendeze, hata yeye mwenyewe akiwepo huko nje aonekane watu wamsifie. Kuna ajabu gani hapo? Ndeme, hivi unadhani mimi sikujui vizuri eh? Yaani najua kila kitu unachokifanya kwa huyu dada ni kwa sababu kuna jambo lako unalitaka hapo. Mabinti wengi walishakuja humu ndani. Umewaradai, umewanyanganyanga, umewapeti peti kama ambavyo unafanya kwa huyu dada. Kwa hiyo ninachokiona kwa huyu dada sio kwamba unafanya wema, lakini unataka kutimiza jambo lako. Alafu kama ni kwa wema, mbona kuna nguo nyingi tu ambazo unaweza ukamnunulia na akazivaa? Eh? Kwa nini umnunulie nguo ambazo zinaonyesha kabisa, yani, maungo yake? Yani anakuwa ni kama mtego. Mdeme, mimi sitaki kubadilisha mabinti wa kazi tena humu ndani. Sitaki kabisa. Ah, natengeneza kitu gani? Eh? Sisi mami Defield ni watu wa huruma. Na hata mwenye mke wangu unajua. Eh? Mimi nimefanya tu kama huruma hiyo. Eh? Sasa hapo wewe kinachokufanya wewe uumie au usikie hivyo kwa ajili ya hicho kinguo hicho, tena kinguo chenye kimoja? Ah hemu, acha hizo bwana. Mke wangu mama baba amebadilika, saizi hanikoromei, hakinitekenyi tekenyi umu kwenye mbavu tunaishi tu kwa wema na hana tabia mbaya. Kwa hiyo wewe ndio unayemjua vizuri kuliko mimi, mkewe, si ndio? Hebu nyanyuka kwanza hapo juu nikuone, mgeuka kidogo. Na vitu kweli unavyo, kumbe Mungu anaumba jamani! Mbona hatari ndani kwangu. <coughs> Unajua yani, ana vitu vyangu kabisa, uwe mke wangu <laughs> yani tukiacha uongo, hata wewe mwenyewe uingie hapo. Sikia wewe, nenda kabadilisha hizo nguo, sitaki ukuona na hizo nguo, umenielewa eh? Nenda kavaa yale mashati yako yale. Mama, zile nguo tumezichoma zote, zimebaki zile nzuri nzuri kama Eza ameninunulia, zipo kule ndani. Mdeme hivi, kwani mnanifanyia hivyo jamani? Wanaume mnaovaa hizo kofia mna shida gani nyie? Sikia nikwambie, nenda kule kaletini kwangu kuna kanga kachukue, uzivae. Umenielewa eh? sitaki kuona na hizo nguo yaani, tena nitazichoma moto. Hebu nipe na hiyo ice cream kwanza. Niisha kwambia, usiwe unapenda kuchukua vitu anavyokupatia baba. Umeelewa eh? Mwanzo utaviona kama ni maziwa, lakini mwishoni huko ni sumu, tena itakuja kukuua vizuri tu. Uh -huh. Ujua kuna muda si tuna feligi sisi wenyewe mambo mengine, yaani kitoto kilivyokuwa uelewi, yaani eh? Sijui hata nikiiteje, afu isitoshe kitoto kina vitu vyangu kabisa <laughs> Ishi mundani unashindwa kabisa kuviona vitu kama vile. Sisi mami difidi, kuna muda tunafeli <laughs>, yani kitu kama kile ukikikuta kama kipo jikoni unakichukua, ni kama unataka kukipeleka huku na kiacha, kama unakirudisha huku na kiacha, afu kikikaa sawa, imbo Firauni <laughs> mwenye nyumba. Kumbe hata mimi naweza nikafungua kampuni yangu eh? <laughs> Sasa hivi wamenipa jina jipya, wananiita mvumbuzi wa vipaji <laughs>. Yani hiki kitu nimekivumbua mimi mwenyewe, hebu angalia lile dude Sio mchezo mke wangu mwenyewe, aingipa kitoto, kilikuja kimekonda kimejifunika funika, lakini nikakambia amna piga hizi <laughs> e, na kitu mwenyewe kilivyokuwa, ki yeye mwenyewe, leo inamuuma midfield kisheta, au unaonaje mke wangu? Ah bana, mke wangu amekuwa na hasira sana sasa hivi mambo mengine madogo madogo ya kuongea tu tunaweka vitu sawa, lakini wewe mpaka umpige mumeo? Afu unampiga na vitu vitamu, yani kwa utamu huu <laughs> sikomi. <laughs> kila siku namletea, yani nitahakikisha mpaka napiga vitu vangu. Mimi ndo mdeme. <laughs> Tupo hapa tena kwa ajili ya kumkabidhi gari Bwana Tamimu Ayubu ambaye yeye ni mshindi wa gari aina ya Toyota Harrier. Ah, nijisikia ni furaha sana kwa sababu sikutegemea kama naweza nikapata zawadi ya gari kubwa kama hili. Imekuwa kama bahati kwangu. Mchezo wako pendwa ni upi? kuna Flaming Hot, Heart of God, Willy Defote, mchezo wa kindege ambayo imenisaidia mpaka leo nimekuwa mshindi wa Toyota Harrier. Kupitia tovuti ya pmbet.co.tz inatoa gari aina ya Toyota Harrier kama iliyopo nyuma na Nissan X-Trail za baridi za moto? Mimi niletea baridi. Na wewe dada? Na mimi niletea hiyo ya baridi. Kaka hapo. Eh, sasa mimi hapa. Mm. Nienda hapo nje restaurant. Kaniagizie juice ya baridi kabisa ya matunda. Sawa. Na wewe dada? Ah, mimi niletee tropico ya baridi. Ah, shemeji. Yaani, pamoja na hali yako ulionayo hapo, jioni ya Roma. Wewe, inabidi utumie vitu natural ambavyo vitakusaidia wewe na hicho kijacho. <laughs> Lakini mi ndo nishazizoea. Hata kama umezizoea, lakini hazina faida yoyote mwilini mwako. Sasa tumia juisi ya matunda. Uta enjoy, utanishukuru baadaye <laughs> <laughs> sawa. Niwewete na mimi simu <laughs> yangu nasumbua chaji, jamani

Njoo, natumia grasim. Sasa hebu nitie mtajikoni. Mm. <laughs> <Kuna> umemaliza <hazum> mm. Mm -hmm. Yeah. Kila kitu kiko sawa. Ya mkono wa kushoto mempa nani? Nimempa mati ya mkono wa kulia nimempa Toni. Hii ndo dunia, bwana. Safi sana. Sasa sikia. Mm. Huko ndani kuna kitu chochote ambacho umeacha cha kwako? Hamna. Mm -mm. Yaani kama hakuna kitu ambacho umeacha. Naomba ninavyomaliza kuongea na wewe hapa uondoke sasa hivi. Na hii ni kwa ajili ya usalama wako. Sijui unanielewa eh? Mm. Yaani naomba ukakate tikiti usiku huu huu uondoke. Nenda mkoani ukakaye hata miezi minne au mitatu. Mambo yakikaa sawa ndio urudi. Mimi nitakupigia simu nitakwambia. Haya sawa. Yani, narudia tena, naomba uondoke sasa hivi. Sitaki kukuona unazubazuba, una siju na ondoka. Hata kama una boyfriend wako, usimuage siulw. Narudia tena, ni kwa ajili ya usalama wako, kwa sababu mimi nikikuta lolote, si usiki. Aya, sawa. Shule inayofunza mema na mabaya mino dunia ah, wajuaji na wapumbavu wamo

dhani ni masihara kuhusu hichi ambacho kimeandikwa hapa, lakini trust me, kuna maelfu ya watu ambao wanakosa huduma kirahisi kabisa kwa sababu tu ya kuto kujua Kiingereza. Lakini leo mimi sasa nataka nikusanue: ukiwa na Ticha Zungu app itakuwezesha kuweza kujua Kiingereza ndani ya muda mfupi, na tena kilichonyooka mno. Hawa jamaa wameweka kibango chao kinachosema no no, english no service. Asa mimi leo naweka cha kwangu Yes, get Ticha Zungu and you will get service. Wefanye hivi uone, utanishukuru baadaye. Haumimi ndo yule mjinga aliyekataga shule chekechea Mana, nimekosa hoja kujitetea inanikunja eh, inanipindapinda inani dunia, tofauti na mama alivyonilea. Mana nimekosa nguvu kujitetea eh, nimeoza ni ndani kwa ndani, natembea ingali nimekufa, mawazo yameniweka mtu kati kujiongoza siwezi, bora tange kwa ndege angani, kwa mbawa zangu ningeruka. Thamani ya utu wangu bei ya chapati, dunia ah. Shule inayofunza mema na mabaya, dunia ah. Wajuaji na wapumbavu wa Mungu.